Ujambo na karibu langu, jina ni Maskini Msomi na hii ni Maskini Msomi TV, kitu ambacho kinakupatia taarifa kemkem na matokeo pindi yanapojibuka. Taarifa ambayo imenifikia kwa sasa ni kwamba mchezaji hodari sana anayechezea timu ya Barcelona ambayo anafahamika kama Lamine Yamal: Lamine Yamal ashtuka mshahara unapitia kwa mama yake. Kwa mujibu wa chombo cha habari huko Hispania kiliripoti mwaka jana kuwa mali zote za Lamine Yamal zimesajiliwa kwa jina la mama yake na mshahara kulipwa kwa kaunti akaunti ya mama yake. Kijana anapata pesa nyingi, ana rafiki wa kike wa miaka ishirini na miwili licha ya kuwa na miaka kumi na saba wakati huo. Somo la maadili. Wazazi wanahakikisha tu kwamba hatapoteza chochote ikiwa watafunga ndoa na kutengana. Kwa hivyo lengo kuu la mama yake ya, ya, ya, ya mali kuhakikishia kwamba e, pesa za ya mali zinapitia kwa akaunti yake ni kuwa kuna kitu ambacho huwa kinaendelea. Kwa mfano, ikiwa mmefunga ndoa na mkatengana, kwa hivyo mali yote huwa mtagawa Sawa. Kwa hivyo mama yake kile ambacho amefanya ni kwamba amehakikisha y kwamba pesa zote zinapitia kwa akaunti yake, na iwapo ya mili ya, ma ya, ya mali Lamine watatengana na mkewe, basi mkewe atapata chochote kwa sababu mali yote yako kwa akaunti ya mama yake. Nadhani ya kwamba wazazi wanafikiria mambo mengine mazuri kuhakikisha kwamba hakuna kupoteza mali langu. Jinasalia kuwa maskini msomi.